Hello. Naitwa Ilam, ni founder wa Crypto Panuelia Academy, kifupi CPA. Karibu tena katika mwendelezo wa kupata elimu ya mapinduzi ya nne ya viwanda au blockchain technology. Kama bado huja subscribe katika channel hii ni rahisi sana. Bonyeza kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe ili uendelee kupata hazina hii muhimu ya knowledge kutoka CPA. Leo tuangalie tumizi lingine katika mfumo wa DeFi, ambalo ni malipo ama payments. Ama decentralized payment. Sikiliza kwa makini e, malipo katika mfumo wa kawaida wa kifedha ama centralized system, ni mchakato wa kuhamisha fedha kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kama njia ya kulipa bidhaa, huduma e, au deni. Njia za malipo katika mfumo wa kawaida e, kuna njia nyingi za kufanya malipo katika mfumo wa kawaida ikiwa ni pamoja na fedha taslimu. Hii ndio njia ya kale na inayotumika sana Mlipaji anampa mpokeaji fedha taslimu moja kwa moja, lakini njia nyingine ni hundi. Hii ni hati iliyoandikwa na mlipaji inayomwelekeza benki yake kumpa mpokeaji kiasi fulani cha fedha. Njia nyingine ni eh, kadi za malipo ama debit card. Hizi ni kadi za plastiki ambazo zinaweza kutumika kulipia bidhaa na huduma. Mlipaji anatumia kadi yake kwenye mashine ya malipo na kiasi cha fedha kinachokatwa kutoka kwenye akaunti yake. Njia nyingine ni, uhamishaji wa wa kielektroniki ni. Hii ni njia ya kuhamisha fedha kutoka akaunti ya benki ya mlipaji kwenda akaunti ya benki ya mpokeaji kupitia mtandao wa internet au simu. E, umuhimu wa malipo well, ni, e, ni muhimu kwa uchumi kwa sababu inawezesha e, biashara na shughuli za kiuchumi kufanyika. Malipo e, yanahakikisha kwamba watu na biashara wanaweza kulipia bidhaa na huduma wanazohitaji. E, tuangalie eh, changamoto za huduma za malipo katika mfumo wa kawaida ambao ni centralized system. Mfumo wa kawaida wa malipo una changamoto zake, ikiwa ni pamoja na gharama kubwa. Malipo yanaweza kuwa na gharama kama vile ada za benki au ada za miamala, lakini Kwenye centralized system, mfumo wa malipo una ucheleweshaji. Malipo yanaweza kuchelewa hasa ikiwa yanahusisha uhamishaji wa fedha kati ya benki tofauti. lakini changamoto nyingine ni usalama, kuna hatari ya udanganyifu na wizi katika mifumo ya kawaida ya malipo. Changamoto nyingine ni upatikanaji, baadhi ya watu wanaweza kuwa hawana uwezo wa kufikia huduma za malipo kama vile akaunti za benki, hasa vijijini. Sasa tuone huduma eh, za malipo ama payments katika mfumo wa DeFi. Eh, malipo katika DeFi ni mchakato wa kuhamisha fedha za like kidijitali kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kama njia ya kulipia bidhaa, huduma au deni kwa kutumia teknolojia ya blockchain na mikataba mahiri ama smart contracts. Sifa za malipo katika mfumo wa DeFi ni pamoja na decentralization, kwamba hakuna mtu wa kati lakini uwazi kwa sababu uh, inatumia mfumo uh, inatumia blockchain lakini usalama, hii ni sifa nyingine bila kusahau ufanisi. Jinsi huduma ya malipo uh, zinavyofanya kazi katika mfumo wa decentralized finance, kwanza ni lazima uwe na uh, digital wallet ama pochi ya kidijitali. Unahitaji pochi ya kidijitali ili kuhifadhi fedha zako za kidijitali na kuingiliana na programu za DeFi. Kinachofuata hapo ni kuchagua fedha za kidijitali uh, unazotaka kutumia kwa malipo e. Baada ya hapo, unaingia kwenye smart contracts ama mikataba mahili. Unaandika sheria za malipo, kama vile kiasi, anwani ya mpokeaji na ada. Baada ya hapo e, utapaswa kuthibitisha muamala kupitia pochi yako ya kidijitali. Kitoka hapo, utakamilisha muamala. Mkataba mahili unafanya kazi kiotomatiki na kuhamisha fedha kwa mpokeaji. tuangalie matumizi ya huduma za malipo ama payments katika mfumo wa Decentralized Finance. Malipo katika mfumo wa DeFi yana matumizi mengi ambayo yanarahisisha shughuli za kifedha na kuleta ubunifu katika mfumo wa malipo. Hapa kuna baadhi ya matumizi muhimu ya malipo katika mfumo wa DeFi. Moja, e, malipo ya biashara biashara zinaweza kutumia DeFi, kupokea malipo kutoka kwa wateja wao kwa njia ya haraka, salama na kwa gharama nafuu. DeFi inarahisisha malipo ya kimataifa kwa kuondoa hitaji la benki na ada za juu. Lakini pia e, tumizi nyingine ni malipo ya mtu kwa mtu ama peer to peer au P2P. Unaweza kutumia DeFi kuhamisha fedha kwa, kwa marafiki na familia yako kwa haraka na kwa gharama nafuu bila kujali wako wapi duniani. DeFi inafaa kwa malipo ya huduma ndogo ndogo pia kama vile e, malipo ya teksi, kahawa Eh, malipo ya mishahara ni matumizi mengine. Kampuni zinaweza kutumia DeFi kulipa mishahara kwa wafanyakazi wao kwa njia ya haraka na salama. Hii inaweza kuwa ambao, na faida kwa wafanyakazi ambao hawana account za benki. Eh, malipo ya bili, baadhi ya kampuni za huduma zinaanza kukubali malipo kupitia DeFi. Hii inafanya kuwa rahisi kulipia bili zako bila kwenda benki au ofisi ya kampuni. Lakini matumizi nyingine eh, ni uwekezaji na biashara. Unaweza kutumia DeFi kununua na kuuza fedha za kidijitali kama vile Bitcoin, Ethereum na kadhalika. Unaweza kuwekeza fedha zako katika miradi mbalimbali ya DeFi na kupata faida. Matumizi e, mengine ni kuwa unaweza kutumia DeFi kutoa misaada kwa mashirika ya hisani kwa njia ya uwazi na salama. Baadhi ya nchi zinaanza kuchunguza uwezekano wa kutumia DeFi kwa malipo ya kodi. Faida za malipo katika DeFi, kwanza E, malipo katika DeFi yana faida nyingi ambazo zinafanya kuwa chaguo la kuvutia kwa watu na biashara hapa. Kuna baadhi ya faida muhimu. Kwanza ni upatikanaji na ujumuishaji. Hakuna vikwazo vya kijografia, lakini pia hakuna kiwango cha chini cha kufanya malipo katika mfumo wa DeFi, ambayo inafanya kuwa inapatikana kwa watu wa kila aina. E, faida ya pili ni uwazi na usalama, shughuli zote zinaonekana, lakini hakuna msimamizi wa kati E, faida ya tatu ni udhibiti na uhuru, unadhibiti fedha zako, shughuli zote zinafanyika kupitia smart contracts, ambayo e, inajiendesha yenyewe. E, faida nyingine ni ufanisi nakasi, na kasi, malipo ya haraka na gharama nafuu, lakini pia tusisahau katika e, ubunifu na ukuaji. DeFi inaendelea kubadilika na kuleta ubunifu mpya katika ulimwengu wa malipo. DeFi ina uwezekano mkubwa kubadili jinsi tunavyoshirikiana na fedha Malipo katika e, mfumo wa DeFi e, ingawa una faida nyingi, lakini pia e, una hasara zake ambazo ni muhimu kuzifahamu kabla ya kushiriki. Hapa kuna baadhi. Moja, hatari ya kupoteza fedha e, udhaifu wa kiusalama unaweza kusababishia wadukuzi kuiba fedha zako. E, thamani ya fedha za kidijitali inaweza kushuka kwa ghafla na kusababisha hasara kubwa, lakini pia miradi mingi e, ya ulaghai katika DeFi ambayo inalenga kuiba fedha kutoka kwa wawekezaji. Ikiwa utapoteza ufunguo wa pochi yako ya kidijitali, utapoteza fedha zako. Ikiwa utakosea anwani ya muamala, fedha zako zinaweza kupotea. Lakini masala ya pili ni utata na ugumu wa kuelewa. Ni muhimu eh, kujua vizuri teknolojia ya blockchain ili uweze kutumia mfumo wa DeFi vizuri. Ukosefu wa elimu ya decentralized finance unaweza kuleta ugumu wa kutumia DeFi. Lakini hasara nyingine ya tatu ni ubadilikaji na kutokuwa na uhakika. Mfumo wa DeFi unabadilika kwa haraka kutokana na kukua kwa kasi. Hii inaweza kufanya kuwa changamoto kuendelea na mabadiliko na kujua ni miradi gani ya kuwekeza. Lakini hasara nyingine ya nne, e, ni kwenye upande wa gharama. Ada za miamala katika DeFi zinaweza kuwa za juu, hasa wakati wa msongamano wa mtandao. Kuna gharama za muda na rasilimali zinazohitajika kufanya utafiti wa kina kuhusu miradi ya DeFi kabla ya kuwekeza. Malipo katika mfumo wa DeFi yanaweza kuwa njia nzuri ya kufanya malipo kwa haraka, gharama nafuu na kwa usalama. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa jinsi inavyofanya kazi na kuzingatia changamoto zake kabla ya kutumia. Eh, swala la msingi hapa la kuzingatia ni kufanya utafiti wako eh, kabla ya kutumia mfumo wa DeFi kwa malipo. Hakikisha unaelewa jinsi pochi za kidijitali ama digital wallet, na smart contracts ama mikataba mahiri za kazi. Zingatia hatari za usalama na uwekeze tu kile ambacho uko tayari kupoteza. Ikiwa eh, utazingatia mambo haya, malipo katika DeFi